Hey, mambo vipi, karibu sana katika channel yangu ya YouTube na karibu kwenye playlist hii ya shell scripting. Leo tutajifunza msingi kabisa, ni video ya kwanza katika playlist hii, tutakwenda kuangalia na kuelewa shell ni kitu gani, script ni nini, lakini vile vile hili neno, haya maneno mawili yakiunganika, shell script ni kitu gani, lakini pia tutaweza kujua kwa nini shell script ni muhimu sana katika operating system ya Linux. Kuwa tayari kuweza kuandika script yako ya kwanza kwenye video hii ambayo tutakwenda kuona vipi unaweza kufanya hivyo ukiwa katika Linux operating system yako, na nategemea kila mmoja wetu amesha install operating system ya Linux, haijalishi kama unatumia Ubuntu, unatumia Kali Linux, whatever, hiki ambacho tunakwenda kujifunza kitaweza kufanya kazi katika operating system zote hizo, na ni kitu muhimu sana kuweza kukijua. Kwa nini nasema ni muhimu? utendelewa muda so mrefu kwa kuweza kutazama video hii hadi mwisho. So twende moja kwa moja, tusiongee sana tukaweza kuchoshana Tuingie katika somo la leo, video hii ya kwanza kwenye playlist yetu. Tuangalie shell ni nini kwa kwanzia? Shell fahamu kwamba ni program inayokuruhusu kuwasiliana na operating system kupitia commands. Mfano wa shell kuna bash, kuna CSH, kuna ZSH, kuna ch zsh, kuna fish na nyingine nyingi ambazo zipo. Hii ambayo nimekupatia hapa ni mifano kidogo zile shell ambazo ni maarufu. So unapofungua mfano terminal katika operating system yako ya Linux, mfano kama mimi hapa nimefungua terminal yangu unaona ipo wazi. Tayari hapa unazungumza na shell. Kwa mfano unapomwandikia command fulani, let's say ls. Tunafahamu command hii inakwenda kufanya nini? Kama bado ndio mara yako ya kwanza kuweza basi kujifunza operating system ya Linux, ningekushauri ukatazame playlist nyingine ambayo niliweza kufahamisha hivi vitu ambavyo ni basic kama wewe ndio kwanza unaanza uweze kupitia playlist hiyo kwanza, ambayo ina video mbili tatu zitakazoweza kukutoa tongo tongo, na kisha ukaja basi katika playlist hii ya shell script kuweza kujifunza na kuendelea na sisi pamoja. So hii ls ni command ambayo ina kitu ambacho inafanya. Sasa hapa shell ndio ambayo inakwenda kuzungumza na operating system kupitia command hii kipi cha kuweza kufanyika hapa. Mfano niki click enter, umeona kile ambacho imeweza kureact, operating system yetu imeweza kudisplay directory zetu na faili ambazo zinapatikana katika hii sehemu ambayo tupo kwa sasa kwa kupitia hii ls. So kuna command nyingi sana mfano pwd. Naomba mniambie kirefu cha hii command pwd katika sehemu ya comment hapo, ili basi nione kama kweli watu tayari wana ile basic ya Linux na tayari kuendelea kujifunza shell scripting. Lakini pia kuna command nyingine kama cd na command nyingine nyingi sana ambazo zipo unazoweza kutumia katika terminal yako. Na hapa katika terminal, terminal nimekwambia kuna hiyo shell ambayo inatuwezesha sisi kuwasiliana na operating system. Then kutokana na hiyo command tukayoiweka kitu gani operating system inatakiwa iweze kufanya. So shell ndio inachukua command zako na kuzipeleka kwenye operating system. Narudia rudia hivi kwa sababu nahitaji uweze kuelewa kwanza hizi concept muhimu kuweza kuzijua kabla kuingia kiundani zaidi. Natumai umeweza kupata hiyo picha ya shell. Sasa tuangalie hili neno script ni kitu gani, kwa sababu sisi playlist yetu hii inaitwa shell scripting. Sasa shell tayari tumeshajua ni nini, script je, ni kitu gani? Script kwa lugha nyepesi kabisa, ukaweza kuikamata na kuielewa, fahamu kwamba ni faili lenye commands nyingi zilizopangwa kwa mpangilio, ili basi zifanyike automatic, ziweze kurun hizo command, badala ya kuweza kuandika mfano mkdir ukatengeneza folder let's say, la project. Kamandi hii ya mkdir tunaitumia kutengeneza directory. Then baada ya kutengeneza folder lako la, hili la mkdir, mfano niki click enter tayari nimeshatengeneza ile folder. Sasa hivi nikilist hapa naona kuna folder ile hapa limeongezeka la project ambalo nimelitengeneza hapa juu kupitia hii kamandi ya mkdir. Nimewasiliana na shell, shell imeenda kuwasiliana na operating system Tayari imeweza kutambua kipi cha kufanya kutokana na kamandi hii. Kwa hiyo kutengeneza hiyo directory imeweza. So, nina uwezo wa kuingia katika hii directory niliyoitengeneza hapa kwa kutumia kamandi hii ya CD, then nikaandika jina la directory yangu project kama hivi na nikaingia huko, click enter, tayari nimeweza kuingia. Unaona hapo tofauti wa hii na hii, tayari huko inaonyesha ni ndani ya hii project directory yangu. Ninaposema hii, hii, ni ya directory, directory katika operating system hii ya Kali Linux Unaweza kuchukulia na kunielewa na maanisha folder. So, hapa nikijaribu ku list ls, tayari hakuna kitu chochote ndani ya folder langu hili kwa sasa. Natumia kamandi hii ya clear kuweza ku clear screen yangu. Nianze juu kabisa huku, ili kwele tuweze kuelewana vizuri. Sasa, ndani ya folder langu hili tayari nakwenda kutengeneza file. Kutengeneza file natumia kamandi ya touch. So touch, nitaita mfano file.txt hapa tayari nikiklik enter faili imetengenezwa humu ndani ya folda yangu. Nikilist sasa hivi unaona file.txt inapatikana katika hii folda yangu hapa. Sasa badala ya kufanya hiki kitu chote ambacho nimekifanya hapa, kuanzia kutengeneza project folda langu, kuja kuingia ndani ya hilo folda langu, kuja kutengeneza faili kwa kupitia hii command ya touch ndani ya hilo folda langu, unaweza kuviweka vitu vyote hivyo tulivyovifanya, takriban command tatu mkdir cd na touch kuziweka zote kwenye faili moja ambayo ndo hiyo faili yako ya script itakuwa na, kisha kuweza ku run tu mara moja hiyo faili yako, na itaenda kutengeneza faili ndani ya hiyo uh, folder ya project ambayo itatengenezwa pia. Vipi inakuwa, kwa mfano tuchukulie tutengeneze hiyo script vipi? Unaweza kutengeneza script humu humu katika faili langu la project. Natumia nano, ambayo nano itakwenda kutupeleka katika edita yetu itawoturuhusu kutengeneza hiyo file. Then natengeneza jina la faili yangu kabisa Script .sh. Scripti, tunamalizia na kuna jina la faili. Hakuna kitu chochote kuziweka, so, hapa kaara tukaweka jina la project yetu. Let's say project then pia tukaweka hapa cd tukaweka project, then tukaja tukaweka touch tukaweka jina la faili yetu file dot txt. Hizi ndo kamande ambazo tuliweza kuzifanya katika terminal. Tuliweza kutengeneza kwanza directory, tukaingia ndani ya directory yetu, tukatengeneza faili. Sasa unaweza kutumia scripti kuandika hizo kamandi zako zote na kile ambacho unataka kifanyike, then ukairun tu hiyo script na process nzima ikamaliza ikaweza kutengenezwa hiyo file moja kwa moja katika folder la project, ikaingia ndani ya hilo folder la project ikatengeneza hiyo file, kitu ambacho pengine kingekuwa ni ngumu sana wewe kuweza kukifanya ukiwa na vitu vingi ambavyo unahitaji kuvifanya, pengine file zaidi ya moja, lakini kwa kupitia script unaweza kufanya hivyo, na huku kuna vitu vingi tu ambavyo tutajifunza Utaona wewe kwa nini script ni muhimu sana kuweza kuielewa. Huu mfano nilokupa hapa ni mfano mdogo tu, ili nataka upate picha script ni kitu gani, shell script ni nini, ili basi tuweze kujua kile ambacho tunakwenda kujifunza. Sasa achana na hizi hapa, wacha niweze kufuta hizi command hapa, na sasa tuzungumzie kuhusiana na shell script. Tumeona shell ni nini Script ni kitu gani sasa. Haya maneno mawili yakikutana, shell script ni kitu gani? Shell script fahamu kwamba ni faili lenye command za Linux, ambazo zinatekelezwa na shell tayari. Faili yetu hii hapa, tunaweka command zetu, baadaye hizi command zetu itabidi tuweze kuzirun ama hii operating system yetu iweze kurun hizo faili ambazo tunataka ziweze kurun pengine ikifika muda fulani na iweze kufanyiwa activity fulani. Nitakwenda kukwambia kabla video hii kutamatisha miongoni mwa umuhimu wa shell script na kile ambacho inafanya kwa nini ni more powerful na ni muhimu kuweza kujifunza, tutakwenda kuona hapa muda so mrefu. So hiyo ndio shell script, kwa, kwa ufupi kabisa faili lenye command za Linux zinazotekelezwa na shell. Let's say kwa mfano hapa tuandike, tunaanza na alama rel tunaandika hapa exclamation mark then slash bin slash bash home star ni kitu gani? Usiwe na haraka, utauelewa ni nini. Just angalia tu kile ambacho nakwenda kukuonyesha, so hapa naandika mimi echo. Echo ni nini? Utaenda kuona hapa muda so mrefu nitakuelezea, so hello let's say Muhammed then date. Date inafanya nini? Utaenda kuona output ambayo tunaipata, then baada ya hapo, nataka ni save hii file yangu, kuweza ku save katika hii editor nano, una click control o katika keyboard yako, inakuletea hapa write to file script.sh Una click hapa enter, tayari umesave. Kuweza kutoka sasa katika hii editor ya nano kurudi katika terminal yako, una click control x, inarudi. Umeona tumerudishwa pale pale katika terminal yetu tulipoingilia. So kwa sasa script yetu ambayo tumetengeneza, kuna vitu tumeviweka pale, kuna ile ambayo inaanza na hash then ikaja echo chini then ikamalizia na date. Hivyo vitu vinafanya kitu gani? Kwanza kabisa labda nikuonyeshe katika hii faili yetu ya script kuna nini. Unaweza kutumia hii command ya cut then ukaandika hapa jina la script yako I mean file yako mfano mimi script, click enter. Na tayari unaona kile ambacho kimo. Tupo na home star wa kwanza katika script yetu hiyo file yetu tuko na huu echo tupo na date, bado hatujairun hapo. Lakini sasa hivi vitu ambavyo tunavyoongelea hapa tutakuja kujifunza vizuri katika video zinazofuata, lakini leo nataka uweze kupata hiyo picha. Hii file yetu ya script, ls, kuweza kuona file yangu hii hapa. Hii file yangu ya script kwa sasa siwezi kuirun kwa sababu haipo executable. Haiect ha kama ni program just ni faili tu kama faili nyingine. Sasa mimi ama sisi, faili hizi za script, mwisho wa siku, baada ya kuzitengeneza script zetu, tutatakiwa tuzifanye ziwe na uwezo wa kurun kama ilivyo kwa program. Vipi unafanya hivyo? Maana yake hapo unaweka permission ya kuweza kuchukua sifa hiyo, so tunatumia hii change mode, chmod then tunaweka alama ya plus. Kisha tunaweka X. And then tunamalizia jina la faili yetu, so script.sh. Kiclick enter hapa sasa hivi tayari tumeshaibadilisha, tumeshaipa uwezo wa kuweza ku run, manake shell iweze kui run na ku execute zile kodi ambazo tumeziweka ndani ya hiyo script yetu. So hapa sasa hivi niki ls ku list unaona hata rangi sasa hivi imebadilika kuonyesha sasa hivi hii ina uwezo wa ku run kama program, so tofauti na pale awali ilivyokuwa. So baada ya hapo kuweza kui run sasa hivi faili yetu unaandika dot slash unaandika jina la faili yako. Hivi vitu takuja kufahamishana huko mbeleni, leo nataka uweze kuona, tunaupate picha ya kile ambacho kinakwenda kufanyika. okay. Click enter, hapa ndo kama tuna run. Click enter, tayari imetoa output kulingana na zile script zilizomo katika hii faili yetu, imetoka hapa hello Muhammed, ndo ile pale echo kumbe echo. Tunaona ni just kama kuiambia tu print hiki kitu kilichomo ndani ya Double quotation. So, imetoka hapa Hello, Mohamed then ikatoka hii, unakumbuka mstari huu ndo pale tulipoweka date, chini imeenda kuchukua date ya leo na saa, ikaweza kutoa katika terminal yetu, tunaiona hapa. Hiyo ni shell script kwa ufupi, the way inavyofanya kazi. Kuna mambo mengi ambayo more powerful unaweza kuyafanya kupitia shell script, I mean, kupitia script ambazo utazitengeneza. Tutakwenda kujifunza vitu vyote hivyo hatua kwa hatua so, usiweze kupitwa na video ambazo zitakuwa zinafata, baada ya video hii ni mwendelezo wa kila ambacho tutaishia leo. Hakikisha unaendelea kunifuatilia katika channel yangu ya YouTube, subscribe kama bado hauja subscribe, gonga alama kengele, uweze kupata notification pale tu ninapo upload video mpya katika channel yangu ya YouTube na katika playlist hii ya shell scripting. So, nadhani umeweza kuona hapo kila ambacho shell script inafanya. Hiyo ni simple tu example, lakini kuna mifano mikubwa mikubwa. Sasa labda tuangalie kwa nini shell script ni powerful sana? Shell script ni powerful kwa sababu kwanza, katika upande wa automation, una uwezo wewe wa kufanya backup faili zako kwa kwa kupitia shell script, kupitia script ambayo unaitengeneza. Kivipi? Kwa mfano chukulia, wewe unafanya kazi ambazo ni muhimu sana kuweza kuzifanyia backup na unahitaji kila usiku uh, saa fulani uweze kufanya backup ya faili zako ambazo ulifanya nazo kazi leo mchana. Vipi unaweza kufanya hivyo? Unaweza kutengeneza script yako ukaiset, kila itakapofika itaka muda fulani, script hii iweze kurun na file zangu ziweze kufanyiwa backup, na ikaweza kufanya hivyo wewe ukiwa umelala tayari, huko inafanya wenyewe. Hiyo ni miongoni mwa nguvu mojawapo ya script ambazo tunakwenda kutengeneza na tutakwenda kufanya pia kitu hicho, so endelea kufuatilia channel yangu ya YouTube na playlist hii kuweza kuendelea kujifunza. Lakini vilevile vile katika masuala ya kuinstall software tunatumia shell script, masuala ya kusetup environment tutakuja kuona, lakini pia haishii katika automation tu. Hata system administration pia masuala ya ku kumonitoring server, managing user, security scanning pia shell scripting ni kitu muhimu sana. Developers hawajaachwa nyuma katika ku build automation tayari inawahusu pia shell scripting, lakini vile vile katika deployment script. Kuna vitu vingi sana ambavyo tutaenda kuviona, lakini pia wewe mwenyewe mbeleni huko kama utaendelea kujifunza hata tutakapotamatisha playlist hii, basi utaweza kuona the way ambavyo inaweza kusaidia katika shughuli zako ukiwa unatumia operating system hii ya Linux. Lakini pia katika masuala ya ethical hacking hawajaacha nyuma masuala. Kali Linux ni miongoni mwa vitu muhimu sana kuweza kuvijua shell script kama wewe unafanya masuala ya hacking, ethical hacking na uh, penetration testing na mambo kama hayo, masuala ya recon script, masuala ya tool automation, masuala ya scan loop na vitu vingine. So hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo kwa nini shell script ni powerful mno. Zipo na sababu nyingi sana na vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya. Lakini baada ya hapo wacha tuweze kuzungumzia japo kidogo namna gani shell script inafanya kazi kiundani. Kwanza, tambua shell script the way inavyofanya kazi flow yake, unakuwa unatengeneza script yako unamalizia na .sh, faili yako kama mimi nilivyoonesha hapa, labda nikilisti hapa, uweze kuona mona script, jina la faili yetu imemalizia na uh, extension hii sh. Nafanya hivyo. Baada ya kufanya hivyo, shell itakwenda itasoma line moja kwenda nyingine, katika hiyo faili yako zile uh, kodi ambazo umeziweka mule ndani, na itaweza kutekeleza command zote ambazo umeziweka, nitaenda kufanya kile ambacho nataka iweze kufanya vilevile vile itaenda itarun mpaka mstari wa mwisho na kufanya vyote vile ambavyo umevipangilia katika hiyo script yako. Aina za shell script tuliweza kuziongelea huko mwanzoni mwa video hii, bash, kuna sh, kuna zsh, kuna fish, bash ndio most common tutakwenda kuitumia hii, na takriban hii. Script yako ukiitengeneza unaweza kuirun katika device yoyote, operating system yoyote ile ya Linux, tofauti na hizi shell nyingine ambazo unakuta ile script yake mfano ZSH, pengine hautoweza kui run katika operating system ya Linux ya distro aina nyingine let's say. Haina pengine, hiyo shell hiyo, lakini utakapotumia bash moja kwa moja inakwenda kufanya kazi katika device zote na ndio maana sisi tutakwenda kutumia bash katika playlist hii. Lakini ukiachilia hizo aina za shell script ambazo zipo nyingi tu tofauti na hizo ambazo nimekutajia, unaweza kuziona huko pia. Labda tuzungumzie hii structure ya shell script, acha niingie hapa katika script yangu na uweze kuona. Nataka tuzungumzie kidogo hii structure, wala usijali kwa sasa. Katika video inayofuata baada ya hii tutakuja kuingia kwa practical, hatua kwa hatua kuweza kujifunza na kutengeneza. Hapa just nimetaka tu kuweza kukuelezea na uweze kupata ile picha. Sasa, hapa katika hii structure yetu kwa ufupi kuna kuwa na mstari wa kwanza ambao ni muhimu sana tunauita shibang. Huu mstari ni muhimu sana. Shibang, umeona huu ndo ambao utaiambia shell hii script ika run katika shell gani. Bash ndio shell ambayo tunahitaji script zetu ziende zika run huko, lakini pia kuna hii command kama ya echo, na kuna command nyingine ambazo tutakuja kuziona. Kuna mpaka if, yani huko ni kama programming. Utakuja kukuta kuna array, tutakwenda kufanya nazo kazi. Kuna if statement, kuna loops, vyote hivyo tunakwenda kuvifanya katika script zetu, kutengeneza zile logic na vitu ambavyo tunataka viweze kufanyika. Hii date tumeweza kuona kila ambacho kinatoa, lakini ukiachilia hapo kuna mambo mengine mingi ambayo tutayaona mbeleni. Leo tusifanye video hii kwa refu sana, hapa ilipo imesha kuwa refu, nisikuchoshe zaidi. Cha kufanya kama sementi yako katika hiyo mashine yako, nataka uweze kufanya kitu kimoja: fungua terminal yako na uweze kuandika script, iite jina lolote, kama utaita hivyo hivyo script.sh, sawa? Then tengeneza hiki ambacho kama mimi nimeweza kukitengeneza. Baada ya hapo, run na uone output. Hapa kwenye jina, ondoa jina langu, weka jina lako wewe. Utakuwa basi umeweza kupata mazoezi katika kile ambacho tumejifunza. Video inayofata kuna vitu muhimu sana tutakuja kuanza kujifunza tukiwa tunaendelea na playlist hii. Asante sana, like video hii. Una maoni na maswali, sehemu ya comment ipo, unaweza ukauliza hapo, tukaweza kusaidiana. Kama kuna sehemu umekwama, basi tukaweza kujifunza pamoja, bila kumwacha yote yule nyuma. Asante.